Karibu sana kipenzi changu, hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika roast tamu la kitajiri la mayai. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kwa kuanza pishi letu, tunaenda kuanza kama ifuatavyo. Pasua mayai manne mimi nitaenda kupasua. Hayo ni mayai matatu tayari ya pasua na hilo ni la nne. Na baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana vizuri. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, tafadhali subscribe. Na hapa nitaenda kuinjika flampen jikoni na nitamimina mafuta na baada hapo nitaenda kumimina ule mchanganyiko wetu kama jinsi unavyoona. Kama jinsi unavyoona huo ni mchanganyiko wa yai pamoja na chumvi. Baada hapo Ntaenda kukaanga hakikisha unakaanga yai lako mpaka liive na liwe gumu. Usikaange yai likawa tepetepe au likawa kama bichi bichi halijaiva. Hapana, hakikisha yai limekaangika na linakuwa gumu kama jinsi unavyoona mpaka mwisho wa video hii. Ningependa kujua unapikaje mayai nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kufahamu pishi jingine jipya lenye mbwembwe nyingi za mayai. Kama jinsi unavyoona nimegeuza upande mwingine, hakikisha limeiva na limekuwa gumugumu. Gumu. Usisahau ku subscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Na kama jinsi unavyoona yai letu liko tayari, na hapo nitaenda kuweka kwenye kibao ili liweze kupoa, na hapo tunaendelea kuandaa vitu vingine kwa ajili ya pishi hili tamu. Na baada ya hapo nitaenda kuosha viungo vifuatavyo: karoti, hapo naiona nyanya hoho, pamoja na kitunguu maji, bila kusahau pia tangawizi. Nitaenda kuisafisha kama jinsi unavyoona. Kwenye pishi hili unaweza ukatumia pia tangawizi, unaweza ukatumia kitunguu saumu. Mimi sikuwa na kitunguu saumu, hivyo sikutumia. Lakini tangawizi na kitunguu saumu sio lazima. Baada hapo nitaenda Uliweka vizuri ili niweze kukatakata. Unakatakata kwa vipande vya saizi, usikate vidogo sana na usikate pia mavipande makubwa makubwa. Kata vipande vya saizi ambavyo vitakuwa vizuri kama jinsi unavyoona hapa kwenye video. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Tafadhali nyunye, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Baada hapo, pia nitaenda kukata pilipili hoho kwa urefu refu na pia kwa vipande vipande, ili tu niweze kupata vipande vya cubes cubes. Na pia, baada hapo, pia nitaenda kukata kitunguu maji kama jinsi unavyoona kwa vipande vidogo vidogo vya cubes cubes kama jinsi unavyoona. Bila kusahau pia nitaenda kukatakata um, tangawizi kama jinsi unavyoona, bila kusahau karoti pia. Nimekuambia pishi hili unaweza kutumia pia kitunguu saumu itakuwa vizuri zaidi, na pia sio lazima. Baada hapo pia nitaenda kukatakata nyanya kama jinsi unavyoona. Viungo vyetu viko tayari. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii na baada ya hapo nitaenda kuchukua baadhi ya viungo na nitaenda kuvibrendi kwa ajili ya kurahisisha mapishi, lakini kama wewe hauna brenda, unaweza ukakwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi, au kaponda ponda jinsi unavyopenda wewe mwenyewe, lakini kukwangua naona ni rahisi zaidi, pia kwa kutumia kile kikwangulio ambacho kila nyumba nadhani haikosi hicho kitu. Pia nitaenda kuweka, nitaweka viungo vifuatavyo kama karoti, uh, nyanya pamoja na nanili na ginger i mean na tangawizi. Unaweza pia ukaweka kitunguu saumu kama utapenda kwenye mchanganyiko wa kubrendi, na hapa nitaenda kubrendi kama jinsi unavyoona. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani, tuandikie hapo chini jina lako na mahali unakotokea, ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea katika video nyingine inayofuata. Kama jinsi unavyoona tayari tumesha brandi, na hivi ndivyo nilikuwa nataka rojo letu liwe, namna hiyo kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona, tunaendelea na pishi letu. Nitaenda kuinjika sufuria jikoni na ntamimina mafuta kama jinsi unavyoona. Neka tu mafuta kiasi, sio mengi. Na pia hapo nitaenda kuweka kitunguu maji kama jinsi unavyoona kwa ajili ya kukaanga. Nitakaanga tu kidogo ili kiweze kunywea, si nitataka kiwe cha brown au kiwe kigumu hapana. Baada ya hapo nitaenda kuweka mchanganyiko wetu ambao ni mchanganyiko wa karoti, tangawizi pamoja na nyanya, na pia kama kitunguu saumu kama utakuwa umechanganya hapo, inaweza kawa poa zaidi, lakini sio lazima. Baada hapo nitaenda kukoroga kidogo ili ziweze kuchanganyikana. Pia nitaenda kuweka pilipili hoho ambazo tayari tumesha zikatakata kwa cubes cubes hapo awali kama jinsi unavyoziona. Baada hapo nitaenda kufunika na nitapika kwa sekunde chache tu kidogo. Sio lazima upike sana hapana. Sekunde chache tu kidogo ili iweze kupata joto kidogo kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitafunua na nitaweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona, nitaenda kuchanganya kama unavyoona. Hakikisha unapika kwa moto kidogo, kwa sababu rojo letu kama jinsi unavyoona ni zito. Ukipika kwa moto mwingi itaungulia. So pika kwa moto kidogo kama jinsi unavyoona ili liweze kuiva vizuri kama jinsi unavyoona. Baada hapo kuna yale mayai yetu ambayo tulikuwa tumeshayakaanga na kuyakatakata, na hapa nitaenda kudumbukiza kwenye ile rojo kama jinsi unavyoona. Pia nitaenda kuweka nazi tui la nazi hilo ni nazi ya dukani. Nitaenda kuweka vijiko viwili vya nazi, au unaweza ukaweka zaidi au kidogo, kulingana na pishi lako jinsi unavyotaka liwe. Baada ya hapo nitaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona, changanya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Baadaye hapo nitaenda kuweka chumvi kidogo kwa ajili ya ladha, nilihisi kwamba chumvi imepungua. Na pia nitaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona, hakikisha unachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Usisahau ku comment ku like na kushare na wenzako, ili waweze kujifunza pishi hili, na pia usisahau ku subscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii. Pishi letu liko tayari kama jinsi unavyoona, ni tamu linavutia balaa. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi? Handika hapo chini, na upendo wetu mwingine tunaenda kuusambaza kwa Madam Lu from Malawi. Thank you Madam Lou from Malawi. Huyo mwingine ni Jafari kutoka Kongo. Asante sana Jafari kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Bila kumsahau Uh, Nuru kutoka Dar, asante sana Nuru kwa kupenda mapishi yetu. Huyu mwingine ni Shakira kutoka Mwanza, asante sana Shakira kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia bila kumsahau Eliethi kutoka Mwanza pia, asante sana Eliethi kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Na mwingine ni Happy kutoka Kimara, asante sana Happy ameandika hepi kutoka Kimara, asante sana hepi kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika youtube channel hii. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama, mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno. Pia bonyeza kaingilia notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tuna posti. Napenda kutoa shukurani za dhati kwa wale wote ambao tayari wameisha subscribe na kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia na kwa wale wote ambao wamekuwa wakikomenti, asanteni sana. Bila kukusahau wewe unayetazama video hii, asante sana kwa kutazama video hii. Usiache kutazama video zingine ambazo tayari tumeshaposti hapo awali, na pia usiache kutufuatilia. Kwaheri, tukutane katika pishi jingine jipya linalokuja. Asante na kwaheri.